Baada ya kuapishwa kwa, kwa Rais Samia Suluh Hasani alionekana akiingia kwenye gari aina ya Rover Limousine amad moja, kati ya gari kali sana yenye class power na protection ya hali ya juu. Karibu ni kuambia kiundani kuhusu hii gari, spesi zake, teknoloji iliyo ndani yake, na bila kusahau bei yake, kama unataka kununua kwa hapa Bongo. Mimi ni na hii ni luxury auto review Let's go. Exterior design ama mwonekano wake wa nje ni klasi sana, ni gloss black finish, chrome trims, lakini pia tinted bullet proof window, yale madirisha ambayo unaona ama vile vioo ni bullet proof pale, risasi haipiti, na light zake ni matrix LED zinajirekebisha automatic kulingana na mwanga wa nje. Wili yake ni 22 inch alloy rims design kwa stability na smooth ride, hata kwenye barabara mbaya kuhusu security features na ammo level, hapa ndipo ambapo miujiza ilipo katika upande wa armored protection. Gari hii ina level ya B7 plastic protection meaning, linaweza kustahimili risasi za AK47, M16 na hata blasti ndogo ya grenade. Grenade kwa maana ya bomu, likiwa ni bomu dogodogo la kawaida, inastahimili bila shaka. Body paneli zake zimejengwa kwa plastic steel plating na madirisha yamewekewa matlea ambayo ni bulletproof glass na hata tairi zake ni run flat zikiweza kusafiri hadi kilomita 80 baada ya kupigwa risasi au kupasuka. Na kuna oxygen supply ya dharura, ikitokea oxygen imekosekana, oxygen ipo ndani, na kuna fire suppression system na communication system inayoweza kuwasiliana moja kwa moja na convoy au command center. Kwa kifupi, hii sio tu gari, ni moving fortress. Katika upande wa engine na performance, engine yake ni monster. Inakuja ikiwa ni 5.0 liter supercharged V8 engine inayotoa zaidi ya horsepower 518 na ina torque ambayo ni 625 Nm. Kwa engine kama hii Unaenda kutoka sifuri hadi kilomita 100 ndani ya sekunde 5.5 which ni crazy sana kwa gari yenye uzito wa zaidi ya tani 4. Transmission yake ni 8 speed automatic gear yenye all wheel drive tunasema AWD. Suspension system yake ni adaptive, inajirekebisha kulingana na uzito, barabara na speed kuhakikisha hata ukiwa ndani ya convoy unahisi comfort ya premium launch. Katika upande wa interior, kwa maana ya ndani na luxury features, ukifungua mlango wa hii Range Rover Limousine Armored unaingia kwenye dunia nyingine kabisa. Kila kitu ndani kimefinywa kwa handcrafted leather na real wood trims, ambient light customizable kwa zaidi ya rangi 20. Seat zake ni full reclinable executive seat zenye massage function, lakini pia ventilation na memory setting, na kuna divider screen kati ya dereva na abiria inayotoa full private. Entertainment system ni duo 15 inch touch screen na Meridian surround system yenye zaidi ya spika 25 bila kusahau pia kuna mini fridge, champagne holder, wifi hotspot na satellite phone connectivity. Na hapa sio tu unasafiri, unamiliki muda wako. Katika upande wa tech na safety innovations, gari hii ina teknolojia ya hali ya juu na ina akili sana. Kwa nini? Kwanza kuna 360 degree cameras, night vision, collision detection, lakini pia lane assist na AI powered driver alert system. Mfumo wa usalama kwa ndani unafunga milango yote automatic wakati wa hatari na unaweza kufungua kwa finger fingerprint ya VIP tu. Eh, hiki ni kitu kizuri eh. Na battery system yake ni dual isolated, kwa maana ya kwamba zipo battery mbili, ikitokea battery moja imezingua, ipo battery nyingine ambayo inasaidia gari endelee kufunction kama kawaida. Pia ina blast proof fuel tank na emergency escape hatch upande wa nyuma, features unazoziona kwenye magari ya heads of state peke yake. Katika upande wa price na availability, kwa maana ya bei na upatikanaji, naweza kusema ya kwamba kama unataka kujua bei yake, basi inategemea pia, kwa sababu hii gari unaweza kuipata kwa dola za Kimarekani laki nne na nusu hadi laki sita na nusu kulingana na customization yake. Kwa hapa bongo ukiwa unataka kuagiza kupitia eh, makampuni maalum ambayo wanahakikisha wana huo uwezo wa kuimport armored vehicles unaweza kufikia hadi bilioni moja nukta tano kwa maana kama bilioni moja na nusu hadi bilioni mbili kujumuisha na kodi na usafirishaji. Ni investment kubwa, lakini ukizingatia ni gari ya prestige, security na comfort. Total worth it kwa viongozi celebrity na mtu ambaye anahitaji protection ya hali ya juu sana. Binafsi naweza nikasema ya kwamba Range Rover Limousine Armored hii ni mfano halisi wa jinsi gani luxury na teknolojia inakaa pamoja. Ni gari linaonyesha mamlaka, class na usalama. Kwa leaders na watu ambao wanapenda elegance yenye maana. Naweza kusema ya kwamba Rais Samia alipopokelewa ndani ya gari hii alichukua status kubwa sana, yani alionyesha power, respect na prestige. Mimi ni Snash na hiyo ndio ilikuwa review ya Range Rover Limousine Armored. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa. Kama umeenjoy basi ni vyema uka like, ukashare na ukasubscribe review hii. Na pia usisahau kucomment, inakuwa nzuri sana. Till next time, stay safe, stay safe, class.